Naam, katika pumzi hiyo hiyo huku ulimwengu ukiendelea kuadhimisha siku kumi na sita za kampeni dhidi ya ukatili wa kijinsia, wadau mbalimbali katika kaunti ya Kilifi wameanzisha msururu wa hamasa kwa wahudumu wa bodaboda, wakilenga kuwashirikisha katika vita dhidi ya mifumo yoyote ya ukatili, ukiwemo ule unaotekelezwa kupitia mitandao ya kijamii. Mwanahabari wetu Frida Ukachi na taarifa hii. Wadau hao wakiongozwa na shirika la kijamii la Nawili Africa wamesema mpango huo unalenga kuongeza uelewano miongoni mwa vijana kuhusu madhara ya ukatili wa kijinsia na hatua ya kisheria wanazoweza kupambana nazo endapo watashiriki katika vitendo hivyo. Hii ni kitu ambayo ni kipya kwa wengi manake si wengi wanajua kwamba ni dhulma kusambaza picha ama kutukana watu mtandaoni ama pia ku create fake accounts. Kwa mujibu wa shirika hilo, wahudumu wa bodaboda wana mchango mkubwa katika jamii kutokana na idadi yao na nafasi wanayoichukua katika kuhudumia wakazi kila siku, jambo linalowafanya kuwa kiungo muhimu katika juhudi za kuzuia na kuripoti ukatili. Wahudumu wa bodaboda wanasema mpango huo umewafumbua macho. Wengi wao wana ile dhana ya kwamba kuna vitu wanavifanya mitandaoni na wanavichukulia vya kawaida sana, na kwa kweli ukiangalia sheria ya Kenya inavikataza vitu kama hivyo, na malipo yake ama consequences zake kwa mtu ukifanya ni kubwa sana. wadau wanapania kuendeleza hamasa hizi ndani na nje ya mitandao katika kipindi chote cha siku 16 za kampeni, wakitumai kuwa elimu hii itaongeza uwajibikaji na kupunguza visa vya ukatili katika jamii. Frida Ukachi NTV.